Vitu vinakuja mbele yako mpaka watu wanasema, ni nani amemlaani huyu mtu au watu wakasema, huyu amelaaniwa. Lakini nataka niwatangazie, sio kila kitu unalopitia umelaaniwa. Mengine yanakuja kukuimarisha kwa safari ya baadaye. Mengine yanakuandaa kuwa mtu shupafu siku zijazo. Mengine yanakuandaa kuwa mama wakwenda kujenga ndoa za watu wengine zinazovunjika siku zijazo mengine yanakuandaa kuwa tajiri wa kusaidia watu ambao ni waombaomba. Mengine yanakuandaa kwenye hiyo boma, sasa wanakuona ufai maana unapita kipindi kigumu, lakini nataka nikwambie, watangazia, saa inakuja, haya yote unayopitia itakuwa ni historia, wakati ambapo watu wote waliokucheka kwa sasa wako chini ya miguu yako, unawashauri, unawatia moyo, unawaelekeza, unakuwa kama kuhani mkuu. Sema amina kama unanielewa. Mguse mwenzako, mwambie sio kila jaribu ni laana. Mguse basi haraka, mwambie sio kila pito ni laana. Mengine yanakuja kukuanda kuwa mtu shupafu. Sema mina, sema amina. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume mlango ishirini na saba mstari wa tano na wa kumi anasema hivi tukasafiri polepole kwa muda wa siku nyingi, tukafika mpaka Nido kwa shida. Hebu sema kwa shida, hebu sema kwa shida, kwa sababu upepo ulikuwa mwingi ukituzuia. Tukapita chini ya Krete, tukaikabili Salomoni, tukapita kwa shida puani kwa puani. Hebu sema puani kwa puani, tukapita kwa shida puani kwa puani, Bandari Nzuri, karibu na hapo kuna mji uitwao Lasea Paulo alikuwa na safari kutimiza kusudi la Mungu na safari yake ilikuwa ya shida. Kuna watu walipoanza safari walijua watakutana na mema. Ulipomaliza shule ulijua utapata kazi. Ulipomaliza biashara ulipo, ulipoanza biashara ulijua utakuwa tajiri. Uliposafiri nje za nje ulijua utaolewa, utakuwa mtu mkubwa. Ulipoolewa ulitarajia kuwa utaishi vizuri, lakini sivyo ulivyotarajia. Paulo, katika kuhubiri kwake Injili, alikuwa ni mtumishi wa Mungu ambaye amejazwa mafuta, na alikuwa anatimiza kusudi la Mungu katika kuhubiri Injili. Lakini anasema, tulipokuwa tunasafiri kulikuwa na dhoruba nyingi, na pwani kwa pwani, hatua kwa hatua, kila mahali wakifika ni upinzani lakini ninachofurahi kwa Paulo, upinzani haikumzuia arudi nyuma, bali kadri vita vilivyosimama ndivyo alivyoikabili vita. Hivi nasikika kweli mahali hapa, kadri alivyokutana na dhoruba, hajaikimbia dhoruba, amepambana na dhoruba, akijua kwamba anachokibeba ni kikubwa kuliko dhoruba na Mungu wake hata afe katikati ya dhoruba, alikwamba yeye ndiye aliyemwita. Nataka nitangaze na mtu moja au niongee na mtu moja, unachokibeba Bwana hatakubali ufe wakati yeye ndiye ameweka kusudi ndani yako. Haijalishi wanafiki watasimama, haijalishi mazingira itasimama, haijalishi mtu atasema ng'eng'e, haijalishi wacheu watasimama, haijalishi kuzimu watasimama, unachokibeba hakitafia kwenye hiyo poma. Kizazi chaka hakitafia kwenye hiyo Mume wake atafia kwa makahaba wala kakaka atafia kwenye pombe. Unachokibeba kitazaa heshima.